Stori nzima iko hivi, Abdukiba alikuwa na rafiki yake wa kike huko Tabata Machimbo, na unaambiwa ali. Abdukiba alikuwa anaendesha gari aina ya Crown, amekuja kamepaki, akaagiza chips hilo eneo. Chips zikapelekwa kwenye gari, wakala vizuri na ule rafiki yake Alipomaliza tu kumbe, alikuwa hana pesa pale kwa, alipomaliza akaambiwa deni lako ni shilingi elfu nane. Abdukiba akasema anasubiri atumiwe pesa. Mwenye chips akaondoka, nasi unajua nakuwa ni jambo la kawaida, akajua ah, jamaa huyu staa anasikilizia mchongo, akaendelea na mambo yake hmm. Basi alivyoona muda unaenda, akarudi tena sasa alivyorudi, nasemekana hajarudi vizuri vile. Muuza chips anafika tu, akaanza kutolea na maneno makali, sijui muuza chips alikuwa anataka kanunue mafuta, sio alikuwa anataka kanunue tomato, yani hata sijui. Punde si punde, Abdu kibasi mtolee kisu ni nini. Akaona mambo yaeleweke, akaingia ya kwenye gari akafunga vioo vyote, kama vile anataka aondoke. Mwanza ngumuuza chips akapiga jiwe nyuma kiopo, akacha kikavunjika. Maskini Abdu mdogo wangu hivyo, mpaka sasa nnavyoambia, gari iko pale pale, imelala pale pale na muuza chipsi amekimbia. Jamani, naamini Tabata machimbo kuna na waungwana, nawaomba mwapatanishi hawa watu wamalize jambo lao eh? Chombo cha moto kulala usiku mzima mpaka asubuhi, kwani mwenyekiti wa serikali ya mtaa uko wapi? E, mjumbe wa nyumba kumi kumi uko wapi jamani? Hizo ndio kazi zenu. So mpaka sisi wanahabari tuwakumbushe jamani. Haya, nawe bwana Abdukiba Kiba, haya fanya namna ulipe elfu nane ya watu alafu, la mkae mzungumze kuhusiana na kioo. Pole, poleni <mimu>